Habari zimepita siku kadhaa toka kushuhudiwa kwa maandamano ya wa Roman Katoliki jijini Dar es Salaam yaliyofanyika Januari mwaka huu mpaka kwenye ubalozi wa Vatican. Karibu tena kwenye chaneli yetu ya Dicky Studio Tv. Uwe wa kwanza kupata taarifa hizi na matukio yote, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, shukia video hii ili na wengine wapate habari. Naam, jina langu naitwa Uncle Yusuf Blackboy The Holy Spirit Leo tuna ripoti kuhusu maandamano yaliyofanyika jijini Dar es Salaam. Ilikuwa ni tarehe tano Januari elfu mbili na ishirini na sita ambapo kipindi endapo kikundi kinachojulikana cha wanaharakati wa kidai wa katoliki kutembelea hadi kwenye ubalozi wa Vatican Tanzania ili kuwasilia kuwasilisha malalamiko dhidi ya uongozi wa Katoliki. Kwa mujibu wa taarifa zinazotapakaa zaidi, wanacho wanachuoni wa dini hao walieleza kwamba wana malalamiko dhidi ya askofu wa Dar es Salaam uh, Jude Deusili Waichi pamoja na katibu mkuu wa baraza la maaskofu Katoliki Tanzania Peter Charles Kitima. Walidai kwamba viongozi hao wame wamepotosha ujumbe wa kanisa, badala yake wamejihusisha na masuala ya kisiasa, jambo linalodaiwa kuwa ni kinyume cha mabadiliko ya huduma dhidi ya kikundi hicho kilipelekea barua rasmi kwa ubalozi wa Vaticani kama njia ya kutaka suala hilo kuchunguzwa kwa ki, kuchunguzwa kwa kina kumlazi kwa njia hilo kumlazi kupeleka barua hiyo rasmi ubalozi wa Vatican kama njia ya kutaka suala hilo, hilo, hilo, hilo kuchunguzwa kwa kina. Hata hivyo mapema baada ya tukio hilo kuulizwa mjadala mkali mtandaoni na katika vyombo vya habari, ambapo wengi walihoji kuhusu ulaghai wa kundi hilo, ikisema watendaji wengi waliopua kwenye maandamano hayo wanaonekana si kuwa ni Wakatoliki halisi, bali ni watu walioenda kushiriki kama sehemu ya mkakati wa kisiasa au kupotea au kwa kupokea malipo ya Nairudia hii kidogo, wanaonekana kuwa sio Wakatoliki halisi, bali ni watu walioenda kushiriki kama sehemu ya mkakati wa kisiasa au kupokea malipo. Wengi wanatoa maoni mitandaoni walikubaliana kuwa ni mjadala huo ulizuka kutokana na utambulisho wa baadhi ya washiriki kutokuwa wazi juu ya mambo ya dini, pamoja na mtazamo kwamba baadhi walijulikana kwa kwa maslahi ya nje badala ya kuwasilisha wa ukweli wa waumini wa kanisa hilo. Hii imeleta shaka kuhusu wasiwasi wa wananchi juu ya namna maandamano hayo yalivyokuwa yanapangwa, na nani hasa alienda, na nani hasa aliendesha kampeni hiyo iliyokuwa inadai kuwa kidini au ili kupata mtazamo wa kisiasa kufichua siasa za ndani za kanisa kama ilivyoripotiwa kwenye baraza la maaskofu Tanzania TEC, bado lina msimamo thabiti wa kumiliki haki, amani na utekelezaji madai hayo, kwamba watu wengi waliohusika kwenye maandamano hayo si wakatoliki halisi. Asante kwa kuendelea kututazama sisi. Usisahau kusubscribe, ku like, ku share video zetu kwenye channel yetu ya Dicky Studio. Asante na kwa heri.